Mbeleko ndani ya kwetu, mbeleko ndani ya kwetu, kiupekee kwa siku ya leo tuko na Fausta. Fausta ni nani? Ni kuambia kwamba kwa ni binti mdogo, lakini anayepitia mateso makubwa ya maradhi, ni kupewa saa wa kuweza kumtambua kiundani zaidi, ana kitu gani Fausta, kwa nini tupo naye leo kwenye mbeleko? Jambo mdogo wangu. Jambo. Shikamoo. Marahaba. Fausta, mtazamaji anayo hamu na shauka kutaka kujua kwa nini leo mbeleko yupo Fausta. Naitwa Fausta Felix Nation, nakaa Goba na umri wa miaka 15. Awali wakati inazungumza na mlezi wako aliniambia kwamba Fausta na matatizo, aliwahi kuzaliwa mzima, lakini kwa sasa anaumwa. Kipesa ambacho kinakusumbua? Niliumia mgongo E, nilikuwa shuleni nikateguka mgongo. Nilikuwa nacheza rede na wenzangu ndio nikaumia shuleni. Wakati unacheza rede na wenzio, na sasa hivi una umri wa miaka kumi na tano, ulikuwa darasa la ngapi? Darasa la pili. Na mara baada ya kuteguka shule, uh, mara baada ya kuteguka mgongo shuleni, baada ya kurudi nyumbani, mama aliweza kukukanda mgongo ama ilikuwa kuwaji? Mpaka leo hii tupo na Fausta huyu ambaye tunamwangalia Nilienda hospitali wakani mbili nikafanywa vipimo, nilipofanywa vipimo wakasema mimi siwezi kutibiwa hapa Tanzania, basi niende Ghana, tutafute milioni 60 ndio tuende kutibiwa Ghana. Unadhani kwa nini daktari alisema Tanzania hawezi kutibiwa mpaka waende Ghana? Kwa sababu hawana vifaa vya kutumia, huko viko Ghana. Na ilikuwa ni mwaka gani huo? 2016 2016 Uliteguka tu mgongo na walikupa dawa za maumivu uweze kutumia? Hapana, niliumia kwa darasa la pili nikasoma mpaka la saba. Ndio elfu mbili kumi na saba tulivyoenda wakatamba kwa kwamba tunatakiwa nikatibiwe Gana. Kwa hiyo uliumia mwanzo lakini ulikuwa unajikaza kuendelea na masomo hivyo hivyo? E. Kadri siku zilivyokuwa zinakwenda hali ilikuwa inabadilika, yaani muda mwingine baada ya miezi najisikia vizuri, muda mwingine mwezi mwingine nashinda du kutembea. Ni maumivu ya kiasi gani ambayo ilikuwa ni ya hisi kiasi kwamba mpaka alikuwa anakufanya usiweze kutembea. Miguu ilikuwa inakaza, siwezi kusimama wala kutembea. Mm. Wakati huu unaendelea na masomo lakini pia maradhi alikuwa yakikusumbua? Mama aliweza kukurudisha hospitali kwa mara nyingine tena? Eh, alirudisha. Na daktari alisemaje pia? Akatwambia tuendelee kutafuta hizo hela mpaka tuende, mm. Eh Kiuhalisia tukiangalia maisha ya nyumbani ni kwamba hiyo pesa haiwezekani kupatikana kama familia. Mama na baba waliweza kutafuta utaratibu mwingine ili uweze kupata matibabu? Bado. Fausta, uh, ulikuwa unasoma shule lakini baada ya matatizo ukawa tupo nyumbani. Hivi unatamani kurudi shule? Natamani kwenda shule, napenda sana kusoma, naona wenzangu wakisoma mimi natamani. Na majibu yalikujaje? Alikuja vizuri hebu eh, tuambie, inapo inatokezea mtu leo hii anaamua kuja kukurudisha shule unamwambia neno gani? Nitamshukuru sana eh. Lakini kila mwanadamu Fausta na ndoto na malengo yake ambayo anatamani, siku moja mi nikiwa mkubwa, nikimaliza shule, natamani kuwa rais, natamani kuwa nani. Wewe kiupande wako ulitamani siku moja uje uwe nani katika tanzania yetu? Nesi. kwa nini nesi? Napenda sana kwa Yesu, au kwa sababu umeshakutana nao sana katika harakati za hospitali. Mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nami, fahamu ya kwamba hii ni mbeleko ya Wasafi TV, lakini kwa pekee kama ambavyo wale nilikwambia, tupo na binti binti mdogo ambaye bado anatamani kuona ndoto zake zinatimia, malengo yake yanakamilika, lakini kikwazo kikubwa ni maradhi ambayo yuko nayo. Aliyekuwa mzima kabisa, alizaliwa akiwa mzima kabisa, na tatizo lilimpata alipokuwa akicheza na watoto wenziwe shuleni kwao. Alikuwa akicheza rede na akaweza kuanguka, ndipo ambapo tatizo lilipoanzia hakuweza kutembea kabisa, lakini pia kuna uvimbe ambao upo mgongoni kwake. Unavyomwona ni hali halisi, na haya ndo mazingira ya hapa nyumbani kwao. Anatamani vingi kutoka kwetu sisi, tukiamini kwamba wewe, mimi pamoja na yule tuna uwezo wa kumkamata mkono tena Fausta na kuweza kulirudisha tabasamu lake, kuweza kuirudisha imani yake, lakini kuweza kuirudisha furaha yake na kuhakikisha kwamba ndoto zake zinatimia ama ndoto zake zinakamilika Mm-hmm. Fausta. Kuna vitu gani ambavyo unavitamani siku moja vikamilike katika maisha yako? Natamani nipate pesa za kwenda kutibua Ghana. Alafu nikipona niende shule, niendelee kusoma. Naomba Tanzania wenzangu msaidie. Mtazamaji huyu ni Fausta na kutokana na umri wake mdogo ameweza kujieleza hivyo ambavyo tumeweza kumtazama ama kumshuhudia. Si vibaya Fausta na wazazi wake wote wawili, ambao wanaishi nao, mazingira ya nyumbani tutakuja kuyafahamu kiundani zaidi, lakini tupate fursa ya kuweza kuzungumza na baba Fausta. Tunaamini tuna mengi ambayo tutakwenda kuyajua kutoka kwa baba huyu. Pia Mbeleko ndani ya kwetu, baba Fau unaweza ukajitambulisha zaidi, mtazamaji akaweza kukutambua kwamba k okay, huyu ni baba Fau na anahusikaje kwenye matibabu ya Fau, anasimama vipi kwa fau kweli? ni kweli ninaweza kujitambulisha na katika utambulisho wangu kwamba mimi majina yangu inaitwa Frederick nasho Jaredi, mkazi wa Goba na kwa jinsi ambavyo mwanangu Fausta amekwisha kujieleza kweli na mimi ninaweza nikaendelea kuelezea juu ya matatizo ambayo yalimpata mwanangu Fausta, ni kwamba alianza shule akiwa yuko vizuri, alizaliwa akiwa yuko vizuri, lakini kwa bahati mbaya, wakati anasoma darasa la pili shule ya msingi Goba, wakati anaendelea kufanya mchezo na wanafunzi wenzake, akicheza rede, aliweza kupatwa na tatizo kuangushwa chini alafu akaumia mgongo. Alipoumia mgongo, hatukuweza kubaini mapema, lakini tuliweza kubaini baada ya wiki moja, wakati mama yake mzazi anamwogesha, ndipo akawa nashtuka. Sasa tulipobaini hilo tatizo, tulianza hatua ya kwenda hospitalini, zahanati ya Goba. Tulipoenda zahanati ya Goba walimcheki, walipomcheki wakaona kwamba lile tatizo ni kubwa wakatupa transfer ya kwenda Sinza na Sinza tulipoenda waliendelea kumcheki madaktari, na walipomcheki wakaona kwamba ni tatizo kubwa, hawaliwezi wakatupa transfer ya kwenda Mwananyamara na tulipoenda Mwananyamara, na wao wakacheki, wakachunguza, wakaona ni tatizo kubwa, wakawa wametupa transfer ya kwenda Muhimbili. Tulipoenda Muhimbili, tuliweza kufika emergency pare, wakamcheki, wakamchunguza na baadaye tuliweza kuhamishiwa kitengo cha Moi walioweza kupatwa na matatizo ya mgongo. Tulipofika pale Moi tuliweza kukutana na madaktari, wakamcheki. Walipomcheki wakatuanzia na matibabu ya awari, ambayo katika matibabu hayo ya awari tuliweza ku kujitahidi sisi wazazi na familia, tukaanza matibabu kwa sababu tulikuwa hatuna bima na hali zetu jinsi tulivyo ambazo ni hali ya kawaida tu, hali ya chini, tulijitahidi kwa vyote vile na jamii yetu, tukaanza matibabu pale Muhimbili wakamcheki walivyomcheki. Waka, wakaona ya kwamba huyu kwa jinsi alivyoumia hawezi kufanya operation kwa haraka, lakini wasema kwamba labda atakapokuwa amefikisha miaka 15 ndipo anaweza kufanya operation, lakini walichokifanya ni kwamba waliweza kumtengenezea ngao aliyokuwa kivaa ikimsaidia kuendelea na masomo na alipoivaa, waliweza kumtafutia na magongo aliyokuwa ki, aki akimsaidia kutembea kwenda shule na baadaye Mungu alimsaidia akawa amemaliza shule ya msingi, na katika kumaliza shule ya msingi akawa amefaulu kuendelea na sekondari, lakini haku alipomaliza shule ya msingi kwa sababu alikuwa na mazoezi ya kwenda kila mara kwa mara alipomaliza alipopumzika, kama miezi mitatu, ile hali ilijirudia kabisa ya kutokutembea, mpaka kitaka kwenda toilet kusaidiwa, mpaka bebe mgongoni. Lakini tunamshukuru Mungu, kidogo kidogo, tulivyoendelea kumwomba Mungu, aliweza kumpa nguvu tena za kuweza kutembea kidogo kidogo. Baada ya hapo sasa, mara baada ya kumaliza shule lakini akashindwa kuendelea na masomo yake lakini akaja tena daktari mwingine wa upasuaji, ni kwamba alipo faulu, tuliweza kuenda kumwandikisha shule ya msingi, shule ya sekondari na tulipomwandikisha, lakini tukaeleza kwamba mtoto wetu al, a, aliumia, anahitaji aende shule ya bodi. tulivyoeleza jinsi hali ilivyo walisema ya kwamba huyu mtoto pasipokuwa na mtu wa kumwangalia wa karibu ni vigumu. Tukawa tumerudi kwenye proses ya kusema kwamba tutafute namna ya kuweza kupata hizo fedha ambazo tuliagizwa na mtaalamu kuja, aliyekuja kumchekia ya kwamba anapaswa wafanyi operation Ghana, sio Tanzania. Tuliweza kufanya jitihada ya kwenda kufuata ku, ku, ku, uongozi wa serikalini, niliweza kwenda wizarani kule Kibamba wizarani, wizarani, wizarani yani kwa mkuu wa wilaya kueleza shida yetu. Tulipoenda kuwaeleza walisema kwamba kitengo cha kuweza kusaidia watu kama hawa hakipo, ila tu wanaweza wakatupa msaada wa kuweza kutuandikia barua tukaweza kuchangisha fedha kwa wananchi, ili tuweze kupata fedha hizo. Na baada ya hapo, tulipotoka huko kwa wilayani, tulirudi tukawa tume tumejipanga namna ya kuweza kupata fedha lakini tukashindwa. Lakini katika kushindwa ndiyo maana tu, tuko mahali hapa kwa lengo la kuweza kuwaeleza Watanzania wenzetu, ndugu na jamii, taasisi mbalimbali, hata serikali yetu ambayo anaiongoza mheshimiwa na vile vile waziri wa afya Mwalimu Umi anaweza akatusaidia katika swala hili, mtoto wetu, ili tuweze kupata fedha aweze kwenda kutibiwa nje Ghana. Ndio msaada wetu, tunawaomba Watanzania, wadau mbalimbali, taasisi mbalimbali za kidini, makampuni, ili waweze kutusaidia kwa mtoto wetu aweze kupata fedha hizo milioni 60 ili tuwe aweze kupeleka kutibiwa Ghana na wakati unatuambia kwamba mulimpeleka uh, Fausta katika shule ya bweni, lakini wakakwambia kwamba kutokana na hali yake ni lazima awepo mtu wa wakuwa anamwangalia kwa ukaribu zaidi. Ndo swala la shule ilikiwa limeishia hapo hapo? halikuishia hapo, ni kwamba kutokana na hali iliyokuwa nayo, tunamshukuru Mungu aliendelea kuwa na hali nzuri, na kwa sasa kazi tunayoifanya juu yake kuhusu masomo ni kwamba nilipofuatilia tena waliniambia kwamba kwa kipindi chote ambacho amekaa bila kwenda shule ni vigumu kuendelea, mpaka wapate uhakika kamili kwamba alikuwa ana kliniki ya hospitalini. Kwamba hapa karibuni nimeenda Muhimbili, nimekutana na madaktari kwenda kuwaomba barua ya kuweza kutuidhinishia kwamba mtoto wetu, kwamba sasa hivi anaweza kaendelea kusoma na shule ingawa bado ma, swala la matibabu liko pale pale. Kwa hiyo hiyo barua nimeweza kuipata kutoka kwa madaktari. Kwa hiyo tuko tunaendelea kwamba tukipata neema ya kupata fedha kwenda kusoma, kwenda kutibiwa tutamshukuru Mungu, na vile vile, kabla hatujapata fedha za kwenda kutibiwa, tungeona ni vyema hata kuenda kuendelea na shule ili aweze kusoma. Huyo ni baba Fausta, kama baba kichwa cha familia, anajitahidi kusimama imara kuhakikisha kwamba licha ya matatizo na changamoto ambazo anakutana nazo, lakini still bado familia yake inabaki kuwa katika furaha, inabaki kuwa katika imani. Anaamini kwamba katika Tanzania yetu wapo watu waelewa na watajitokeza tu kuweza kulirudisha tabasamu la mwanawe. Tuweze kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na mama, tukiamini kwamba mama ni mwanamke shupavu jasiri, anayebeba mzigo mkubwa sana wa familia, maana baba muda mwingi hutoka kuitafuta riski, lakini mama ndiye ambaye anakuwa na kana fau muda mwingi hapa nyumbani. Mimi kwa jina naitwa Violet Robert, ni mkazi wa Goba shule, shule ya msingi mwanzo kabisa kufau alivyopata tatizo hili niliona na siku mbili, akienda shule anafika analala kwenye kochi, akitaka kutoka nje anatembea ana, ana anatembe, anatambaa maka chooni. Kafikiri labda naigiza, kutwa nzima anafanya hivyo hivyo, nikachoka. Baadaye jioni nikasema mwanangu, itabidi nikuogeshe niangalie tatizo lako. Sasa jioni kachemsha maji ili nimuogeshe, kumvua nguo nikakuta mgongoni kuna kumeshaleta uvimbe. Lakini mwanzo nilikuwa nikimuuliza mtoto na nambia kwamba mimi nilikuwa nacheza rede shule nikateguka, lakini kumbe tatizo lilikuwa sio mguuni, ilikuwa mgongoni. Alipomaliza shule darasa la saba akafaulu kuingia kidato cha kwanza, lakini hakuweza kwenda shule kwa sababu alikuwa hawezi kutembea maka sasa hivi bado yuko nyumbani. Kipi hasa ambacho mnakitamani kwa mtoto wenu? Watanzania wenzangu, tunahitaji mtusaidie. Hata kama kuna daktari ambaye anaweza kujitokeza kwa ajili ya matibabu, tunaweza tukashukuru sana. Lengo yetu mtoto atibiwe, aendelee na masomo apate kutimiza ndo, ndoto zake. Muda mm -hmm, mwingi sana unakuwa upo nafaau nyumbani, unasimama vipi kama mama kuhakikisha kwamba unampa faraja, unampa maneno ambayo yanamjenga, licha kwamba ya hali halisi ambayo yuko nayo, lakini bado anajiona kwamba anayo nafasi ya kuweza kuendelea mbele? anapokua akikata tamaa na namtia moyo, namwambia mwanangu, we utaendelea tu, haya matatizo ni ya muda kidogo tu, Mungu atafanya. Kuna maneno gani anakuwa anakuambia kiasi kwamba inabidi umwambie hivyo? Anaambia kwamba mama, yani wenzangu, shule, mimi ninapoona wenzangu wanatoka shule mimi naumia, natamani nikasome, ndio maana namwambia hivyo. Na wakati anaku, anakuambia maneno hayo unajisikiaje? Yaani mimi roho yangu nauma tangi ivyona amepata hilo tatizo, roho yangu lishituka sana, nikasema sasa hapa nishapata mtoto mlemavu, wakati mimi nilimzani mzima. Kweli nililia niliumia sana, lakini sikuwa na jinsi. Na endapo kuna mtu binafsi, taasisi, mashirika mbalimbali, viongozi wa serikali wanaamua kuja kuwasaidia, wanawapataje? Wanaweza kutupata kwa namba sifuri saba tano ishirini na tano moja sifuri sita ishirini na nne. Mtazamaji, hii ni namba ambayo unaweza kuwatafuta baba na mama Fausa kwa ajili ya matibabu ya binti yao, na ni 0752 510 624. Na na hii ni kwetu ya Wasafi TV, Mbeleko ndani ya Kwetu.